Mwanzo sura ya 37 mstari wa 12 hadi mstari wa 20, neno la Mungu linasema: ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu Joni kutume kwao, ukamwambia uka akamwambia, mimi hapa akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi lao li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochumba. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dotani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dotani. Wakamwona toka mbali. Rudia sentensi hii, wakamwona kutoka mbali. Mtu mmoja anaanza kusinzia. Wakamwona kutoka mbali na kabla hawajakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule mwota ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue, na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema, mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Amen. Nataka kutambulisha kichwa hiki kidogo tu ambacho kinasema, vikao vya uharibifu. Sema vikao vya uharibifu. Yusufu ametumwa na baba yao kwenda kuwaangalia ndugu zao, kujua hali zao na kundi kama liko salama, anawapelekea chakula. Wao wamemwona tokea mbali, wakafanya kikao, wakasema, tumuue, tuone kesho yake itakuwaje. Leo hii Leo hii siku hii saa hii mwaka huu, kuna watu ambao wamefanya vikao vibaya kwa ajili ya maisha yako. Wanasema tumemwona tokea mbali. Kuna watu wamekuona toka mbali, wanajua destiny yako, wanajua kesho utakuwa nani. Wamekaa vikao vya uharibifu, eti usisome usizae usijenge usioe usiolewe usiombe usiende mbele usisafiri, wameona tokea mbali. Ni maombi yangu kwa Bwana, walioona kesho yako tokea mbali, Mungu wa mbinguni akufunike kwa jina la Yesu Kristo. na zetaliayo wakamwona ndugu yao tokea mbali. Kuna watu wanaona kesho ya mtu hata mtu mwenyewe kabla hajaona vikao vya uharibifu. Na leo kwa dakika chache, ninatamani tufute vikao vya uharibifu ambavyo wamekaa juu yako kwa umbea, kwa soma. Tunafuta kwa jina la Yesu vikao vya umbea, tunafuta kwa jina la Yesu. Waliosema hautasoma usome, mpaka kieleweke, tunafuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyea vikao vya uharibifu. Kama kuna mambo yaliyoharibu kesho ya mtu ni vikao. Ukiuliza, amna mwenyekiti, amna katibu, amna mtunza vitabu, wanakaa wanajadiri umbea, umbea eti uone kesho ya mtu. Kama unataka kuona kesho ya mtu iharibike, kaa, utaona, utaona, utaona. Hamjaelewa, utaona, uta... amjalewa, utaona. Naongea na mtu kama unatofuatilia kwenye mtandao, usizime data, kaa hivyo hivyo mpaka tumalizane vizuri. Kwa hiyo lazima kila adui arudishe ajenda alizojadili juu ya maisha yako. Adui ukaa vikao, kwa sababu anajua tayari huyu sio wa kawaida. Kuna mambo fulani nimefuatilia, kabla binti hajachumbiwa, watu huwa wakae vikao, ila akichumbiwa ndo wanaanza katoa mimba sita. Sasa kabla ya kuanza, mbona ulikuwa hujasema hata? Ukimuuliza toa maelezo ya mbili na mbili yana maelezo, anaeleza sita. Vikao vya uharibifu. Na watu wanakaa kwenye vikao vya uharibifu eti mtu apate ajari eti afe eti kupata magonjwa kama kansa, pressure, stroke. Kuna wanaokaa vikao vya uharibifu eti mtu atengwe leo hii leo hii. Tumekaa kikao na Roho Mtakatifu hapa. Tupo kwenye kikao na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo, tuko kwenye madhabahu. Kila kikao, tunafuta vikao vyao, tunafuta vikao vyao, tunafuta vikao vyao, vikao vya masengenyo tunafuta kwa jina la Yesu.